Moyo wangu afya yangu ni mradi wa miaka mitatu yani miezi 36 unaolenga kuongeza uelewa na kukuza kinga ya magonjwa yasiyo ya, ya kuambukiza hususan magonjwa ya moyo na mishipa ya damu kwa watoto wenye umri wa kwenda shule. Mwaka huu wa 2025 tunaadhimisha miaka kumi tokea kuanzishwa kwa taasisi hii. Maadhimisho haya yataambatana mashindano ya uandishi wa insha kwa wanafunzi wa shule za sekondari hapa nchini kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha sita. Washindi wa shindano hili pamoja na kuzawadiwa zawadi mbalimbali mbali, lakini pia watajengewa uwezo ili waweze kuwa wawelimishalika katika shule zao na shule jirani. Pia, shindano hili linatekelezwa na JKCI kwa kushirikiana na Heart Team Africa Foundation yani HTAF pamoja na wadau wengine. Shindano litafanyika kuanzia tarehe 8 Oktoba hadi tarehe moja Novemba elfu mbili na ishirini na tano. Mada itakayochaguliwa ili wanafunzi waandikie insha zao itatangazwa katika mitandao ya kijamii na ya taasisi ya JKCI, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Ofisi ya Rais TAMISEMI Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar na kupitia barua zitakazosambazwa kupitia ofisi ya Rais Tamisemi na maafisa elimu mikoa na halmashauri. Washindi wa shindano hili watatangazwa kupitia vyombo vya habari na mawasiliano yatafanyika kupitia mikoa, halmashauri na shule husika. Napohitimisha, narudia tena Tanzania haina rasilimali ya thamani kama rasilimali watoto.